Hatimaye kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis amerejea nyumbani baada ya kuishi hospitalini kwa zaidi ya wiki tano akisumbuliwa na maradhi ya nimonia kwenye mapafu yake. Huku akionekana mnyonge, Papa Francis ameonekana akiwa amebebwa kwenye gari maalum kutoka ndani ya hospitali ya Gemelli mjini Roma alikokuwa akipatiwa matibabu ya nimonia yaliyomlaza hospitalini kwa muda mrefu zaidi tangu awe Papa mwaka 2013. Shirika la Habari la Reuters limeripoti kuwa Papa Francis ameruhusiwa kutoka hospitalini leo Jumapili Machi 23, 2025 baada ya kupona ugonjwa huo uliokuwa tishio kwa uhai wake ya kurudi nyumbani, alisimama kwa mshangao katika basilika anayoipenda kabla ya kuanza mapumziko na ahueni ya miezi miwili aliyoshauriwa na madaktari wake. Msafara wa gari lililombeba Papa huyo mwenye umri wa miaka 88 uliingia Vatican kupitia lango la Perugino na Francis alionekana akiwa ameketi katika kiti cha mbele cha abiria huku akiwa na mirija ya pua inayompa oksijeni ya ziada ya kupumulia. Wakati wa safari kutoka hospitali ya Gemelli, kiongozi huyo wa kiroho alichukua njia tofauti kidogo ili kufika katika basilika ya Mtakatifu Maria Mkuu, yani St Marys Major, ambako kuna picha yake anayoiabudu ya Bikira Maria na ambapo daima huenda kusali baada ya ziara za nje ya nchi. Hata hivyo, hakushuka kutoka kwenye gari hiyo, bali alikabidhi shada la maua kwa kardinali ili aliweke mbele ya sanamu ya Salus Populi Romani, mchoro wa Kizantino unaoheshimiwa zaidi na Warumi. Kabla ya kuondoka hospitalini hapo, Papa Francis aliinua kidole gumba kuashiria kuwa yuko sawa na akawapungia watu waliokusanyika mkono, baada ya kusukumwa kwenye kitanda cha magurudumu hadi kwenye sanamu inayoangalia lango kuu la hospitali hiyo. Mamia ya watu waliokuwa wamekusanyika wali katika eneo hilo siku ya Jumapili yenye jua kali wameonekana wakimpungia mkono kuonyesha wanamwaga, nanukuu Namwona huyu mwanamke mwenye maua ya njano. Brava, amesikika Papa Francis akisema kwa sauti dhaifu huku akiwa na uso unaoashiria kuwa na uchovu. Alifanya ishara dhaifu ya msalaba kabla ya kusukumwa tena ndani ya jengo la hospitali. Na makundi ya watu alianza kupiga kelele viva il papa na Papa Francis, huku wagonjwa waliokuwa kwenye viti vya magurudumu nao wakiwasili kushuhudia kwa sekunde chache. Kiongozi huyo akiwaaga. Madaktari walitangaza kuondoka kwake hospitalini katika mkutano wa waandishi wa habari siku ya jumamosi jioni. Walisema anahitaji mapumziko na afueni kwa muda wa miezi miwili, wakati ambao anapaswa kuepuka mikusanyiko mikubwa ama shughuli zinazohitaji nguvu nyingi. Hata hivyo, walieleza kuwa baadaye atakuwa na uwezo wa kurejea katika shughuli zake za kawaida kama ambavyo amekuwa akifanya. Kurudi kwake nyumbani baada ya kulazwa hospitalini ni muda mrefu zaidi katika kipindi cha miaka kumi na mbili pawake na mojawapo ya kulazwa kwa muda mrefu zaidi katika historia ya mapapa wa hivi karibuni kulileta afueni kwa Vatican na waumini wa Kikatoliki waliokuwa wakifuatilia kwa wasiwasi -wasi hali yake ya afya kwa siku 38 zilizopita. Nanuku, leo ninajisikia furaha, alisema Dr. Rosella Rusomando ambaye ni daktari kutoka Sareno nchini Italia, ambako ambaye pia hakumtibu Papa, lakini alikuwa hospitalini Gemelli kushuhudia akitoondolewa hii ni ishara kwamba maombi yetu yote ya rosali zote kutoka duniani kote yameleta nehema hii, maombi yetu yamejibiwa, amesema Dr. Rosomando, mwisho wa kunukuu. Leo Jumapili, makasisi waliendelea kumiminika katika basilika ya Mtakatifu Petro kwa ajili ya kushiriki katika maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa mwaka 2025. watu waliojaa uwanja wa Mtakatifu Petro kupita kupitia lango takatifu la makundi huku skrini kubwa zikiwa zimewashwa kurusha moja kwa moja hotuba ya papa akiwa kanisa hospitalini. Hakuna maandalizi maalum yaliyofanywa katika jengo la Domo Santa Marta, hoteli ya Vatican iliyo karibu na basilika ambako Papa Francis anaishi kwenye chumba chenye vyumba viwili vya ghorofa ya pili. Hata hivyo, atakuwa akiendelea kutumia oksijeni ya ziada kumsaidia kupumua na huduma za matibabu kwa saa 24 ikiwa itahitajika. Daktari wake binafsi Dr. Luigi Carbone alisema, natumaini papa ataendelea kupunguza hitaji la msaada wa kupumua kadri mapafu yake yanavyoendelea kupona. Ingawa nimonia alikuwa nayo imetibiwa kwa mafanikio, ataendelea kutumia dawa za kunywa kwa muda mrefu ili kutibu maambukizi ya fangasi kwenye mapafu yake pamoja na kufanya mazoezi ya kupumua na tiba ya viungo. Papa huyo mzaliwa wa Argentina ana ugonjwa sugu wa mapafu na aliwahi kuondolewa sehemu ya pafu moja akiwa kijana. Alilazwa hospitalini Gemelli mnamo Februari 14 mwaka huu baada ya kukumbwa na changamoto ya kupumua. Madaktari waligundua kuwa alikuwa na maambukizi mchanganyiko ya bakteria, virusi na fungus katika mfumo wa upumuaji ambayo baadaye yaligeuka kuwa pneumonia kwenye mapafu yote mawili. Vipimo vya damu vilionyesha dalili za upungufu wa damu, yani anaimia kiwango cha chini cha chembechembe chembe sahani za damu na dalili za kufeli kwa figo, hali ambazo zilirejea kawaida baada ya kufanyiwa usafirishaji wa damu kwa awamu ya pili. Tatizo kubwa zaidi lilianza Februari 28 mwaka huu, wakati Papa Francis aliposhikwa na kikohozi kikali na kuvuta matapishi yake mwenyewe, jambo lilomlazimu kutumia kifaa maalum cha kupumulia, yaani ventilation mask. Baada ya siku chache alipata matatizo mawili ya upumuaji ambayo alimlazimu daktari kutoa kiasi kikubwa cha makohozi kutoka kwenye mapafu yake kwa njia ya aspiration. Licha ya matatizo hayo, huko awali, Papa Francis hakuwahi kuwekwa kwenye mashine ya kupumulia wala kupoteza fahamu. Mkuu wa matibabu na upasuaji katika hospitali ya Gemelli, Dr. Sergio Arfiel, alisisitiza kuwa si wagonjwa wote wenye wa nimonia kali kama hiyo huweza kupona achilia mbali kuruhusiwa kutoka hospitalini. Alieleza kuwa maisha ya Papa yalikuwa hatarini mara mbili kwa wakati wa shida za upumuaji, na wakati huo Papa Francis alipoteza hali yake ya kawaida ya mzaha nanukuu: lakini siku moja tulipokwenda kusikiliza profu yake na kuuliza anaendeleaje, alijibu nipo hai bado. Tulijua bado alikuwa amepona na kurudia hali yake ya kawaida, alisema Dr Alfieri, mwisho wa kunukuu. Alfieri alithibitisha kuwa bado Papa ana matatizo ya kuzungumza kutokana na uharibifu wa mapafu yake na misuli ya kupumua, lakini alitabiri kuwa hali yake itaimarika kadri yanavyoendelea kupata matibabu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na hali ya afya ya kiongozi huyo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.